Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi. Tarehe saba mwezi wa 11, 2025. Taarifa kwa umma. Jeshi la Polisi nchini linapenda kutaarifu umma wa Watanzania kuwa, kufuatia matukio ya vurugu, uporaji mali na uvunjifu wa amani yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10, 2025, katika majiji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya, pia katika mikoa ya Shinyanga, Geita, Songwe, Mara, Ruvuma, Dodoma, Kilimanjaro na Iringa na kusababisha madhara kwa binadamu, kuharibu mali nyingi za umma na za watu binafsi, kulileta athari kubwa. Mbali na athari za uhai wa maisha ya watu, waliofanya uhalifu huo waliharibu na kuchoma moto mali za umma kama vile ofisi za TRA, TAKUKURU, Mahakama, ATM za baadhi ya benki, vituo vya polisi na vituo vya mabasi ya mwendokasi kutoka Kimara hadi Magomeni na kutoka Magomeni hadi Moroko, ofisi za serikali za mitaa, kuchoma moto barabara za lami na zege kwa kutumia matari na majengo kadhaa ya Chama cha Mapinduzi. Pia walichoma moto na kuharibu magari ya umma. Aidha, mali za watu binafsi ziliharibiwa na kuchomwa moto, kama vile vituo vya mafuta, maduka mbalimbali, magari makubwa na madogo yalichomwa moto. Pia waliofanya uporaji wa mali pesa za watu binafsi na kutoka maeneo mbalimbali ya kibiashara pamoja na kwamba baadhi ya waliopanga na kutekeleza uhalifu huo wamekamatwa na kuanza kufikishwa katika mahakama, Jeshi la Polisi nchini kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama linaendelea na msako mkali wa kuwatafuta wale wote waliopanga, kuratibu na kutekeleza uovu huo. Aidha, wakati hatua hizo zikiendelea, jamii inaombwa kuendelea kutoa ushirikiano wa dhati katika kutoa taarifa za watu wote waliohusika ili hatua za kisheria zichukuliwe dhidi yao. pia Kufuatia hatua ya uchunguzi na ushahidi uliokusanywa hadi sasa, Jeshi la Polisi linawasaka kwa ajili ya kuwakamata wafuatao: Josephati Gwajima, Brenda Jonas Rupia, John Mnyika, Godbless Jonathan Lema, Machumu Maximillian Kadutu, Deogratius Cosmas Mahinyila, Boniface Jacob, Hilda Newton, Award Kalonga na Amaan Golugwa. Jeshi la Polisi pia linawataka kujisalimisha katika vituo vya polisi mara moja watakapoona taarifa hii popote pale walipo. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi linawafahamisha kuwa hatua za kisheria kwa wahalifu ambao wamekwisha kamatwa zinaendelea kote nchini na kwamba tarehe saba mwezi wa 11, 2025 baadhi yao wamefikishwa mahakamani. Jeshi la polisi linaonya kuwa mtu yoyote au kikundi cha watu wanaopanga kufanya uhalifu wa namna yoyote ile alitasita kuchukua hatua dhidi yao. Pia jeshi la polisi litaendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi katika kulinda raia na mali zao. Vilevile vile tunapenda kuujulisha umma kuwa waendelee na shughuli zao bila hofu yoyote, na watoe taarifa mara moja pale wanapoona dalili yoyote ya uhalifu ama uvunjifu wa amani mahali popote pale, ili hatua kwa mujibu wa sheria ziweze kuchukuliwa. Taarifa zitaendelea kutolewa kadri hatua za kisheria zitakavyoendelea kuchukuliwa dhidi ya waliotenda uhalifu huo na wanaoendelea kupanga uhalifu wa aina yoyote ile. Imetolewa na msemaji wa Jeshi la Polisi nchini makao makuu ya polisi Dodoma Tanzania.